Baraza la michezo tunajisikia fahari sana kuwa wenyeji wa mkutano huu mkubwa wa Afrika Tume. Zimekuja nchi 21 Tanzania kutoka katika sehemu mbalimbali za Afrika na hizi ni jitihada zilizofanywa na chama cha Kriketi, lakini kwa sababu sisi tunajua hizi jitihada zao na tunawaamini maandalizi yao na kila kitu, ilikuwa rahisi serikali kuruhusu mkutano huu ufanyike hapa na ukiachana mbali na hizo jitihada zao, hii ruhusa hii inakuja pia kutokana na mtazamo na falsafa ya mheshimiwa rais. Mheshimiwa Rais sahizi falsafa yake ni ya kuifungua nchi. Sasa kufungua nchi maana yake nini? Kufungua nchi ni pamoja na kuruhusu matukio makubwa ya kimataifa, sisi kwenda na watu kuja, lakini sisi tuna entertain zaidi kuwaleta watu nchini, kwa sababu wanapokuja watu Tanzania, sisi tunapata manufaa mengi sana. Hizi ni dola zinatembea hapa, watu wanalala watu, wanakula, watu wanatembea, watu watatumia magari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwetu sisi ni fursa, lakini unaona wataondoka na maneno mawili matatu ya Kiswahili tutakuwa tumesambaza lugha yetu na utamaduni wetu. Kwa hiyo kwetu sisi kama serikali tunajisikia fahari sana na tunawapongeza sana chama cha kriketi na tunawashukuru Cricket Africa kwa kuona kwamba Tanzania sasa ndio sehemu pekee ambako wanaweza kufanya jambo lao kwa utulivu mkubwa, na wakafurahia na wakapata kile ambacho wameplan kukifanya tumefika mahali, huu mchezo unakwenda kombe la dunia na haujawahi kuchezwa kwenye mashindano ya shule kwenye mfumo rasmi wamekuwa wakicheza, lakini sio kwenye mfumo rasmi. Sasa kama tumeweza kufika hatua ya kwenda kombe la dunia na kwenye mashindano ya shule tulikuwa hatujawahi kucheza. Sasa naona iko haja ya kuupeleka shuleni. Tunaweza tukajikuta kombe sisi, kombe la dunia tunaenda kila siku na tunachukua ubingwa kama kweli wanafunzi watashirikishwa, watacheza. Na tunashukuru ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kweli kwa ushirikiano wao mkubwa, tulivyowapelekea hoja hii tukaonesha na maendeleo makubwa ya mchezo wa kriketi kwa sababu wao ndio wanasimamia sana mashindano ya Umitashumta na Umiseta. Wakakubali kwamba kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza tupeleke mchezo wa kriketi kwenye mashindano haya.